Ebwana, michezo ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 yametamatika rasmi kwenye hatua ya makundi na tayari timu tisa kutoka barani Afrika zimefuzu moja kwa moja kwenda kucheza kombe la dunia ambalo natarajia kufanyika pale nchini Marekani, Kanada pamoja na Mexico. Huu ni mwaka 2025, lakini mwaka 2026 tutashuhudia kombe la dunia ambalo natarajia kuchezwa kwenye hizi nchi tatu ambazo nimekutajia nchi ya Marekani, Canada pamoja na Mexico. Jina langu ni Andrea Masawe, nimekuletea moja kati ya uchambuzi makini kabisa kuhusiana na mchezo na timu ambazo zimefuzu kombe la dunia mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Timu hizo ni timu ya taifa ya Morocco, Tunisia, Misri, Algeria, Ghana, Cape Verde, South Africa, Senegal pamoja na Ivory Coast. Timu ya taifa ya Cape Verde imevunja rekodi kwa kuwa kwa kufuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza Cape Verde wanafuzu kombe la dunia e, na ukiangalia wananchi ambao wanapatikana pale Cape Verde wanakadiriwa kuwa wananchi laki sita hivi hawazidi hata e, population ya Zanzibar hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo ni moja kati ya taifa dogo ambalo limefuzu kombe la dunia la mwaka 2026 na ni timu kutoka Afrika. Yes, e, kwenye timu hizi ambazo zimefuzu kombe la dunia moja kwa moja, kuna timu nne ambazo zimechukuliwa. Hizi timu nne bora zinachukuliwa kwenye timu ambazo zinashika nafasi ya pili kwenye kila kundi ambalo limeshiriki michuano ya kufuzu kwenda kushiriki kombe la dunia. Timu nne ambazo zimepita kwenye hatua hii ni timu ya taifa ya Cameroon, timu ya taifa ya Gabon, Nigeria pamoja na DRC Congo. Hizi ni timu ambazo zimefuzu kwenda kucheza playoff ambayo itaenda kutoa timu moja, ambayo timu moja itaenda kucheza playoff na timu sita kutoka kwenye mabara tofauti tofauti, ili zipatikane timu mbili ambazo zitaenda kuungana na timu ambazo zimefuzu moja kwa moja kwenda kushiriki kombe la dunia. Baada ya kuwepo kwa sintofahamu juu ya kanuni iliyotumika kuondosha Burkina Faso mpaka kupelekea rais wa nchi hiyo Ibrahim Traore koji juu ya vigezo vilivyotumika kuipeleka Nigeria hatua inayofuata badala ya timu yake ya Burkina Faso. Kanuni hii inasema ili kulinganisha kwa haki matokeo dhidi ya timu ya mwisho kwenye kundi, yani, timu ambayo imeshika nafasi ya sita haitahesabiwa. Hii inamaanisha kila timu ya pili Point alama na tofauti ya magoli yatakayotumika yata ni yale yaliyopatikana dhidi ya timu tano za juu kwenye kundi husika. Hivyo pointi ambazo zimechukuliwa e, kwenye kundi la Burkina Faso ni pointi ambazo Burkina Faso amezipata kwenye timu tano za juu. Kumbuka, timu ya taifa ya Burkina Faso walikuwa na grupu ambalo kwenye nafasi ya mwisho kabisa alikam, alishika timu ya taifa ya Djibouti Djibouti ndio ilishika nafasi ya mwisho kabisa kwenye kundi la Burkina Faso. Kumbuka, Djibouti kwenye group lake hakuondoka na ushindi hata kwenye mchezo mmoja. Aliondoka na sare moja peke yake. Timu ya taifa ya Burkina Faso walipokutana na Djibouti moja kwa moja waliokota alama sita na magoli kumi huku wao wakiruhusu goli moja pekee. Hivyo kwenye alama 21 ambazo wanazo Burkina Faso unaondoa alama sita ambazo walizipata walivyocheza na Jibuti moja kwa moja unawakuta Burkina Faso wakiwa na alama kumi na tano pekee ambazo wanazo kibindoni. Magoli ambayo Burkina Faso wameyapata dhidi ya Jibuti ni magoli kumi, ukiyatoa kwenye magoli ishirini na tatu ambayo e, Burkina Faso alikuwa nayo moja kwa moja unawakuta Burkina Faso e, Burkina Faso wana advantage ya magoli sita ukiyatua moja kwa moja kwenye magoli ambayo wameyapata e, dhidi ya Jibuti e, na magoli ambayo wamefungwa, moja kwa moja e, Burkina Faso, unakuta Burkina Faso wana faida ya magoli sita. Hivyo matokeo ya mwisho kabisa ya Burkina Faso ni kwamba Burkina Faso kwenye mchakato huu wa kwenda kucheza playoff wanakuwa na alama 15 na, na magoli sita. Lakini kwa upande wa Nigeria, Nigeria timu ambayo imeshika nafasi ya sita kwenye grupu lake ni timu ya taifa ya Zimbabwe. Ukienda kuangalia matokeo ya moja kwa moja ya Nigeria dhidi ya Zimbabwe unaona michezo yote waliambulia sare, yaani Nigeria walitoka sare dhidi ya Zimbabwe wakiwa nyumbani, lakini pia walivyoenda ugenini e, <coughs> Nigeria pia walitoka sare. Hivyo kwenye pointi kumi na saba ambazo walikuwa nazo Nigeria unatoa alama mbili, ukitoa alama mbili pale unakuta Nigeria wana alama kumi na tano sawasawa kabisa na Burkina Faso. Hivyo ukiangalia faida ya alama wote wanafanana. Nigeria ana alama kumi na tano sawasawa na Burkina Faso ambao wana alama kumi na tano tofauti ipo kwenye magoli. Kwa hiyo faida ambayo wameipata Nigeria ni faida hii ya kanuni ambayo moja kwa moja iliweko mwanzo kabisa mashindano kwamba ili kulinganisha kwa haki matokeo dhidi ya timu ya mwisho hayatahesabiwa. Kwa hiyo ni moja kati ya advantage ambayo Nigeria wameipata.